Kuna siku ilifanikiwa kupata pesa, kupata shilingi mia tano kwa maana kuna sehemu ambapo ambapo nilikuwa nafanya kazi nikafanikiwa; ilikuwa kibarua, kibarua tu, nikafanikiwa nikapata shilingi mia tano. Nikaenda kwa jamaa fulani hapa, nikamuulizia bei ya kuku, akaniambia ataniuzia. Nikasema, ah, hii shilingi mia tano. Kwa hivyo nilichukua, nikakuja, nikaiweka, nikaivuga nika vizuri. Nilikuwa na bahati ya kwamba jirani yangu halikuwa na na, na joko. Kwa hivyo nilikuwa nimenunua kuku ya mwera, kwa hivyo jirani yangu halikuwa na kuku zangu, halikuwa na joko. Hapo hapo nikavuga hiyo kuku, ikaanza kutaga mayai I think ilifikisha mayai kama 15 ilipofika wakati wa kulalia nikaenda nikatafuta mayai mengine mangapi? Matano. Nikaiongeza ikakuwa mayai mangapi? Ikakuwa mayai ishirini. Ilipofikisha siku 21 ikagwa faranga ngapi? Faranga Nakumbuka ilikuwa faranga 18, ebu imagine yo kukumo kuku moja imeltie kuku wangapi kwa 18?